Mzozo wa kibiashara kati ya mataifa yenye nguvu duniani, lakini pia mataifa yale yenye uchumi wa kati na uchumi mdogo duniani yameendelea kuchukua sura mpya, na hii ni baada ya China kusema kuwa itapambana hadi mwisho na kuchukua hatua za kulipiza kisasi dhidi ya vikwazo vilivyowekwa na Marekani ili kulinda maslahi yake binafsi baada ya Rais Donald Trump kutishia kuweka ushuru wa ziada wa asilimia 50 kwenye kila bidhaa zinazoingizwa kutoka China. Wizara ya Biashara ya China ilisema kuwa hatua ya Marekani kuweka kile inachokiita ushuru wa kisasi dhidi ya China haina msingi wowote na ni mfano halisi wa vitendo vya ubabe wa upande mmoja. China, ambayo ni taifa namba mbili duniani kwa uchumi na ukubwa, tayari imetangaza ushuru wa kulipiza kisasi na wizara hiyo ilidokeza kuwa katika taarifa yake hivi karibuni kuwa hatua zaidi zinaweza kuchukuliwa dhidi ya Marekani. Hatua ambazo China imechukua ni za kulinda uhuru wake wa kitaifa, usalama na masilahi ya maendeleo, pamoja na kudumisha utaratibu wa kawaida wa biashara za kimataifa. Hatua hizi ni halali kabisa, ilisema wizara hiyo. Tishio la Marekani kuongeza ushuru dhidi ya China ni kosa juu ya kosa na kuonyesha tena tabia ya Marekani ya kutishia kwa mabavu. China haitakubali kamwe. Ikiwa Marekani itang'ang'ania msimamo wake, basi China itapambana hadi mwisho, ilisema taarifa hiyo. Mwisho wa uu. Tishio la Trump Jumatatu la kuweka ushuru zaidi dhidi ya China limezua hofu mpya kwamba juhudi zake za kusawazisha uchumi wa dunia zinaweza kuchochea vita vya kibiashara vinavyoweza kuwa na madhara makubwa kifedha duniani. Masoko ya hisa kutoka Tokyo hadi New York nchini Marekani yamezidi kuyumba kadri vita vya ushuru vinavyozidi kuongezeka duniani. Tishio hilo linalokuja baada ya China kusema ingelipiza kisasi kwa ushuru wa Marekani iliyotangaza wiki iliyopita. Na nukuu, iwapo China haitafuta ongezeko lake la asilimia 34 juu ya unyonyaji wake wa muda mrefu wa kibiashara kufika kesho, yani Aprili 8 ambayo ni leo 2025, Marekani itaweka ushuru zaidi wa asilimia 50 dhidi ya China kuanzia Aprili 9 ambayo ni siku ya kesho Jumatano, alisema Trump kwenye mtandao wake wa Truth Social. Zaidi ya hayo, mazungumzo yote ya China kuhusu mikutano walioimba wali yatafutwa. Ameandika Trump kwenye mtandao huo, mwisho wa kunukuu. Iwapo Trump atatekeleza ushuru wake mpya wa bidhaa za China, kiwango cha ushuru wa Marekani kwa bidhaa za China kitaongezeka na kufikia jumla ya asilimia mia moja na nne. Ushuru mpya utakuwa juu ya ushuru wa asilimia 20 uliotangazwa kama adhabu kwenye biashara za dawa za kutibu maumivu za fentani na ushuru wa asilimia thelathini na nne uliotangazwa wiki iliyopita. Hali hii haitasababisha tu kuongezeka kwa bei kwa watumiaji wa Marekani, bali pia inaweza kuisukuma China kufurika nchi nyingine kwa bidhaa nafuu zaidi na kutafuta uhusiano wa karibu zaidi na washirika wengine wa biashara hasa Umoja wa Mataifa katika maeneo mbalimbali na mitaani nchini China, watu walisema ni vigumu kufuatilia matangazo yote, lakini walieleza imani yao juu ya nchi yao itaweza kukabiliana na hali hiyo. Nanukuu, Trump anasema jambo moja leo na kesho lingine. Hata hivyo anachotaka ni faida, hivyo anaweza kusema chochote anachotaka, alisema Wu Shi mwenye umri wa miaka 37 anayefanya kazi katika sekta ya ujenzi nchini China. Wengi walikuwa na maoni tofauti, ambapo Po Wang mwenye umri wa miaka 30 ambaye anauza vifaa vya mapambo vya chuma visivyo na kutu, ikiwemo mikufu, vikuku na vipuli vya ulimi barani Ulaya, alisema soko la Ulaya sasa limekuwa muhimu zaidi baada ya ushuru wa ziada wa asilimia 50 kutoka Marekani na atakuwa makini kuangalia jinsi kampuni zipi nyingine zinazoweza kujitokeza kushindana naye. Jesse Huang na Yang Aijia ambao kampuni zao huagiza kemikali kutoka Marekani walisema ushuru huo pamoja na ulipizaji kisasi wa China unawezekana, unaweza kuwalazimisha kufunga biashara zao wanazozifanya nchini humo. Itakuwa vigumu sana na kuna uwezekano mkubwa wa kufukuza wafanyakazi, labda hata kufunga kabisa, Wang alisema. Huenda nisiweze kupata kazi nyingine iwapo nitafutwa. Mwisho wa kunukuu. China bado ina njia nyingi za kujibu Washington kwa mujibu wa wataalam, ikiwemo kusitisha ushirikiano wa kupambana na dawa za fentanyl, kuweka viwango vya juu kwa bidhaa za kilimo na kushambulia biashara ya huduma ya Marekani nchini China kama vile taasisi za fedha na kampuni za sheria. Biashara ya jumla ya bidhaa kati ya Marekani na China inakadiriwa kuwa dola za bilioni 582 kwa mwaka 2024 na kufanya China kuwa mshirika mkuu wa biashara ya bidhaa na Marekani. Nakisi ya biashara ya China na huduma kati ya Marekani na China mwaka 2024 ilikuwa kati ya dola bilioni 263 hadi 295. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jiang, alionekana kutupilia mbali mazungumzo na utawala huo wa Trump na nukuu sidhani kama kile ambacho Marekani imefanya kuionyesha nia ya dhati ya mazungumzo. Ikiwa Marekani inataka kweli kushiriki katika mazungumzo, inapaswa kuchukua msimamo wa usawa, kuheshimiana na kunufaishana, alisema Lin, mwisho wa kunukuu. Nchi, nchini Hong Kong ambako masoko ya hisa yalipanda kidogo Jumanne, ofisa mtendaji mkuu John Lee alikemea ushuru mpya wa Marekani akisema ni ubabe na kwamba tabia hiyo kikatiri, ya kikatili imeharibu biashara ya kimataifa na, kima, na kitaifa na kuleta hatari kubwa na hali ya kutotabirika duniani. li alisema, jiji hilo litaunganisha uchumi wake zaidi na maendeleo ya China, kusaini mikataba zaidi na China huria ya kibiashara, kuvutia kampuni na mitaji zaidi kutoka nje na kusaidia biashara za ndani kukabiliana na athari za uchumi huo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, utakusogezea kila update inayojili kuhusiana na sakata hilo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.